Karibu kwenye Golden Dream Afya Tips. Leo tutazungumzia afya ya watoto wachanga na jinsi ya kuhakikisha wanakuwa wakiwa na afya njema. Kupata mtoto ni furaha kubwa. Ni wakati wa sherehe na matumaini mapya. Pia ni wakati wa kujifunza jinsi ya kumtunza mtoto awe na afya njema. Kujifunza mambo mapya kuhusu afya ya mtoto ni muhimu sana. Watoto hawawezi kutuambia kinachowasumbua. Kwa hiyo, tunahitaji kuangalia dalili za ugonjwa. Hii inahitaji umakini na uangalifu mkubwa. Kujua mambo ya msingi huwasaidia wazazi wapya kuwa na ujasiri. Ujasiri huu ni muhimu katika kufanya maamuzi sahihi kuhusu afya ya mtoto. Watoto wachanga ni wadogo na dhaifu. Miili yao bado inaendelea kukua. Wanahitaji uangalizi wa karibu na wa mara kwa mara. Hii inawafanya waweze kupata magonjwa fulani. Chanjo ni muhimu sana katika kuwalinda dhidi ya magonjwa haya. Kuelewa magonjwa haya ni muhimu sana. Kujua dalili na jinsi ya kuyatibu ni hatua ya kwanza. Kugundua mapema kunaweza kuzuia matatizo. Uchunguzi wa mara kwa mara ni muhimu kwa afya ya mtoto. Maarifa ni nguvu linapokuja suala la utunzaji wa watoto wachanga. Kujifunza kutoka kwa wataalamu na vitabu ni njia nzuri ya kupata maarifa haya. Mwongozo huu utazungumzia magonjwa ya kawaida ya watoto wachanga. Tutakusaidia kuelewa kila kitu unachohitaji kujua. Tutachunguza dalili, kinga, na wakati wa kutafuta msaada. Ni muhimu kujua wakati gani wa kumpeleka mtoto kwa daktari. Kumbuka, mtoto mwenye afya ni mtoto mwenye furaha. Afya njema ni msingi wa furaha na ukuaji mzuri wa mtoto. Ugonjwa mmoja wa kawaida ni homa ya manjano kwa watoto wachanga. Hii ni hali ambayo mara nyingi huonekana katika siku za kwanza baada ya kuzaliwa. Hali hii husababisha ngozi na macho ya mtoto kuonekana ya njano na inaweza kuwa ya kutisha kwa wazazi wapya. Inatokea wakati kuna bilirubin nyingi katika damu ambayo ni kawaida kwa watoto wachanga. Bilirubin ni rangi ya njano inayoundwa wakati wa kuvunjika kwa seli nyekundu za damu. Hii ni sehemu ya mchakato wa kawaida wa mwili. Mara nyingi homa ya manjano huwa hafifu na huisha yenyewe bila kuhitaji matibabu yoyote maalum. Homa ya manjano kali inahitaji matibabu kwani inaweza kusababisha uharibifu wa ubongo ikiwa haitatibiwa kwa wakati. Mwanga wa jua unaweza kusaidia homa ya manjano hafifu kwa sababu mwanga wa jua husaidia kuvunja bilirubin mwilini. Muulize daktari wako ni muda gani wa kumweka mtoto wako kwenye mwanga wa jua ili kupata matokeo bora. Kesi kali zinaweza kuhitaji tiba ya mwanga ambayo inahusisha kutumia taa maalum kuvunja bilirubin na kusaidia mtoto